Uchaguzi wa Papa Leo wa kumi na nne, Roberto Francis Prevost, haukuwa tu tukio la kidini liliofuatiliwa kwa makini na mamilioni ya wa waumini wa Kanisa Katoliki duniani, bali pia ulibadilika kuwa fursa ya kiuchumi kwa wacheza kamari waliobashiri matukio yake. Kabla ya Leo wa kumi na nne kutangazwa kurithi mikoba ya Papa Francis aliyefariki April 21 mwaka 2025, katika makazi yake matakatifu Marta, Vatican majina kumi na mbili ya makardinali waliokuwa wanapigiwa chapuo katika wadhifa huo ni pietro parolin wa itali luisi tagle wa ufilipino fridolin ambongo besungu wa kongo matteo zuppi wa italia peter erdo wa hungary wengine ni anders arborelius wa sweden Pierbattista Pizzaballa wa Italia, Juan Jose Omella wa Hispania, Reinhard Marx wa Ujerumani, Robert Sarah wa Guinea na Marc Ouellet wa Canada. Katika hali ya kushangaza, Kardinali Prevost, ambaye hakutajwa sana katika mizunguko ya midahalo ya wachambuzi wa Vatican, ndiye aliyebuka mshindi katika uchaguzi huo uliogubikwa na usiri mkubwa, na inaelezwa kuwa kuna wacheza kamari waliotumia tukio hilo la kihistoria kama fursa ya kupiga pesa. Tovuti ya jarida la Forbes imeripoti kuwa wacheza kamari mtandaoni walitumia zaidi ya dola za Kimarekani milioni 40 ambao ni sawa na shilingi bilioni 107 za Kitanzania kubashiri juu atakayekuwa papa mpya, na mshindi mmoja alipata dola elfu 52 sawa na shilingi milioni 140 za Kitanzania. Watu wengi walijaribu kubashiri ni nani angechaguliwa kuwa papa mpya na hata kuweka pesa zao katika ubashiri huo. Wachache walitegemea kuwa angekuwa Mmarekani huyo kutoka Chicago nchini Marekani. Wachezaji kamari waliwekeza kiasi hicho cha zaidi ya shilingi bilioni mia moja na saba katika mkutano wa hivi karibuni wa uchaguzi wa papa kupitia majukwaa mawili tu ya masoko ya utabiri, zaidi ya dola milioni 30, zaidi ya bilioni 80 za Kitanzania, kwenye jukwaa la Polymarket, kulingana na tovuti yao, zaidi ya dola milioni kumi ambao ni sawa na bilioni 28 kwenye Kalshi kwa mujibu wa msemaji wa kampuni hiyo. Kabla ya mkutano huo, papa mpya Leo 14 ambaye hapo awali alikuwa kardinali Roberto Prevost alikuwa na uwezekano wa chini wa asilimia 1 ya kuchaguliwa kulingana tovuti ya Kalshi. Msemaji wa jukwaa la kamari la Kalshi alieleza Forbes kuwa kati ya biashara ama mikeka zaidi ya elfu thalathini na tatu iliyokuwa imewekwa kwenye jukwaa la kamari la Kalshi kuhusu mkutano huo ni biashara 416 tu zenye jumla ya karibu ya dola laki nne na hamsini, ambao ni sawa na shilingi milioni 121, ndizo zilizowekwa kwa Prevost. Forbes pia imeripoti kuwa mkeka uliowekwa na kushinda kiwango cha juu zaidi kwenye jukwaa hilo ulikuwa thamani ya dola 52,641 ambao ni zaidi ya shilingi milioni 140. Hata hivyo, dola milioni 10.6 ambao sawa na zaidi ya bilioni 26 za Kitanzania zilizowekwa kwenye jukwaa hilo ni dogo ukilinganisha na kiasi kilichotumika katika uchaguzi wa hivi karibuni wa rais wa Marekani, ambao ni dola milioni 100 32 ambayo ni sawa na mbili zaidi ya bilioni 356 kwa mujibu wa kampuni hiyo iliyohojiwa na jukwaa la Market Watch Novemba 24. Masoko ya utabiri hufanya kazi kama masoko ya hatima, yani futures market, ambapo watumiaji hununua na kuuza kandarasi zilizolipa kulingana na matokeo ya tukio la baadaye. Masoko haya yaliibua mijadala ya uchunguzi wakati wa uchaguzi wa rais wa Marekani mwaka jana kutokana na hofu ya kuwa inaweza kutumika kwa ajili ya upotoshaji au ushawishi usiofaa pamoja na masuala ya udhibiti wa kisheria. Wachezaji wakubwa wa masoko hayo wanaweza kuyatumia kushawishi ushiriki wa wapiga kura siku ya uchaguzi, alisema Cantrell Dumas ambaye ni mkurugenzi wa sera za derivatives katika shirika la utetezi la Better Markets alipoongea na CNBC Oktoba 15. Kwa sasa watumiaji wa Kalshi wanaweza kubashiri matukio mbalimbali, kuanzia ni lini mchezo wa video wa Grand Theft Auto 6 kutolewa hadi ni lini msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt atasema katika mkutano wake ujao na waandishi wa habari watumiaji wa Polymarket wanaweza pia kubashiri matokeo kama hayo, ingawa watumiaji wa Marekani wa sasa wamezuiwa kutumia jukwaa hilo kutokana na kanuni za tume biashara na baadaye bidhaa Commodities Futures Trading Commission. Kama ilivyo kwa aina nyingine zote za kamari, kubashiri kupitia masoko ya utabiri kunaweza kuwa njia ya hatari. Wataalamu wa fedha kwa kawaida hupendekeza kuwa uwekezaji weke wa dau tu kwa kiasi unachoweza kumudu kupoteza au kuepuka kuweka dau zaidi ya mara kwa mara baada ya kupoteza. Mchakato wa kumchagua papa hufanyika mara chache sana na huhusisha vikao vya faragha vya makardinali wote wa Kanisa Katoliki walio na umri usiozidi miaka 80. Kanisa la Sistine, kura hupigwa kwa siri hadi jina moja lipate theluthi mbili ya kura zote. Tangu enzi za karne ya 13, utaratibu huu umezingatia hadhi na heshima kubwa, huku ishara ya moshi mweupe juu ya paa la Sistine ikiashiria kumpata papa mpya. Hata hivyo, ujio wa teknolojia ya masoko ya kifedha ya kidijitali umechochea ongezeko la kamari katika matukio ya kidini na kisiasa kwa baadhi ni udhalilishaji wa kiimani, kwa wengine ni njia halali ya kutengeneza pesa. Hili limeibua mjadala mpana kuhusu maadili ya kamari inayohusisha matukio ya kiroho. Wakati waumini wakiendelea kumkaribisha papa mpya, upande mwingine wa dunia unaangalia jinsi tukio hilo takatifu limegeuka kuwa mchezo wa pesa.